Nam, dakika 90 zimetamatika. Mchezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kati ya Young Africans dhidi ya klabu ya soka ya Silver Strike, nimeshuhudia Young Africans ikipoteza kwa jumla ya bao moja kwa bila, mchezo ambao ni second preliminary round, lakini pia vilevile vile ni hatua ya kwanza ambapo Young Africans walikuwa ugenini. Mchezo mwingine ambao umepigwa hii leo na umetamatika ni klabu ya soka ya Azam FC dhidi ya KMKM, Azam FC wanaongoza kwa mabao mawili kwa bila mabao yakifungwa na uh, Jafet Kitambala Bora pamoja na Pasco Gaudens Msindo ambao wamewatanguliza mguu mmoja Azam Football Club kwenye michuano ya kombe la shirikisho hatua ya makundi. Niko na Kizinga natokea hapa makumbusho jijini Dar es Salaam, tuzungumze yale ambayo ameyaona ndani ya dakika 90. Pole kwanza, ndugu yangu. Asante Nashukuru ndo mchezo mfuta machozi kidogo. Ah, kwani mimi nipo nalia? hapana siri, ndo mchezo eh? ya ndo mchezo sababu hapana sina machozi ndugu yangu wewe mwandishi unataka kunilisha maneno mimi sina machozi yoyote lakini mimi pia vilevile vile najua ni mchezo mchezo wa mpira wa miguu ndivyo ulivyo Sio umeelewa tumekwenda kucheza na wanaume kumi na moja kwa kumi na moja chochote kinatokea hatujaumbwa kushinda sisi peke yetu kama umekuja Dar es Salaam Africans kwa lengo la kutaka wewe ushinde tu ushinde tu, basi wewe sio mtu wa mpira, unaweza ukatafuta sehemu nyingine ya kukupa burudani. Yes. Hey, bwana Kizinga, twenzetu Malawi imewahuzunisha kiasi gani? Yeah, haijatuhuzunisha kitu chochote kwa sababu situko kwenye mashindano twenzetu Malawi tumekwenda tumeenda kupambana, sio kwamba tulikuwa tunakwenda kucheza peke yetu tulikuwa tunakwenda kupambana na uh, kama unavyoona Silver Striker wana timu nzuri, wana wachezaji wazuri, walikuwa wanacheza kwa nafasi hata tulipokuwa tukiwashambulia sana walikuwa wanarudi kujipanga na kujiposition. Mwisho wa siku uh, mpira ni mchezo wa, ma, uh, mchezo wa wazi na ukifanya kosa mweza kuwa na kuadhibu. Tumefanya makosa, wamechukua nafasi counter attack ile pale, wamefunga goli. Yes. kwa nini, imewaumiza kiasi gani hasa kupoteza mkiwa ugenini? Uh, kwangu mimi haijatumiza sana, japokuwa uh, wale wameingiza mguu mmoja, lakini mimi binafsi naamini tutakuwa nyumbani na mwalimu pia vilevile benchi la ufundi wameona ni wapi ambapo tumeteleza lakini pia wanalifanyia kazi. Tutakapokuwa tumegeuka, mimi binafsi imani yangu inanituma kwamba wametupa challenge tu, lakini kutuondoa kwenye michuano hii kwenda hatua ya makundi hawatatuondoa ha. naamini hivyo ha? kwenye hatua ya makundi we mwana Yanga, na nikwambia wewe Mwanayanga ambaye sasa hivi utakuwa unatufuatilia na kutusikiliza sawa. Tumefungwa tukiwa ugenini, wale wako nyumbani, wamefanya maandalizi yao ya ushindi sisi pia tunarudi nyumbani kufanya maandalizi yetu ya ushindi. Ni hatua sasa ya sisi uh, magrupu ya WhatsApp wanayanga wote uh, matawi yote ya Dar es Salaam Africans kuhakikisha tunakaa vikao vyetu, tunajiandaa, tunaipokea timu, kisha baada ya hapo tunaenda kupambana mchezo wetu ambao utatuvucha sisi kwenda makundi. Naamini tunakwenda makundi, miongoni mwa tunaweza kusema ya kwamba ni watumiaji wabaya wa mchezo wa nyumbani. Ni Young Africans walihitaji kupata alama hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa dhidi ya MC Alja, mkashindwa kupata matokeo, mkaondolewa kufuzu katika hatua ya robo fainali. Mmeshatanguliwa tena mguu mmoja mbele dhidi ya Silver Strike. Mnadhani kama mliweza kushindwa ule mfupa wa Waarabu hawa, watu majirani, majirani zetu Silver Strike kutokea hapa nchini Malawi, mnaweza kufanikisha kwenye hili? Kwanza ujue hii ni hatua ya kwenda makundi. Sawa. Hao uliowataja tulikutana nao katika hatua ya kwenda robo fainali, makundi kwenda robo, lakini umemtaja huyo tu, yaani umetaja kile kilichotukuta sisi Hebu yataje na yale mema ya Dar es Salaam Young Africans, hatua ya kwenda mbali zaidi tukiwa kwenye kiwanja chetu cha nyumbani. Nyumbani, nyumbani umezungumza tukiwa tukiwa nyumbani, tulifanya vibaya. Hebu zungumza tukiwa nyumbani, tumefanya vizuri na matumizi mabaya uwanja wa nyumbani. Tumemfunga mtu anaitwa Siara Blosidadi, tumechezea chuma tatu kule, tumemfunga goli nne, hebu litamke hilo vizuri kama mwandishi wa habari kwamba haya ni mema tuliyofanya kiasi gani kwenye uwanja wa nyumbani, yalikuwa ni matumizi ya kiasi gani kwenye ardhi tu ya nyumbani. Usiyaseme, usiyaseme tu hayo, hiyo mechi ambayo tulitoka sare, hatujafungwa. Umeelewa ni sare tumetoka, sheria imeamuru matokeo, wale wamepita. Kwani tulifungwa sisi? Hatukufungwa, tuliondolewa kwa sheria, lakini haikuwa hapo tu, hata si hata Al Hilal Omdurman pia walishawahi kuharibia shughuli hapa, mkatoka sare hapa, mkafungwa kule goli moja, Yanga Africans hayupo kwenye michuano ya awali. Hao waliotuharibia hapa, tulitoka sare, si ndio eh? tukaenda kufungwa kule kwao eh, lakini kule tulikokwenda ugenini tulifanya nini eh? Eh. Wewe hebu jaribu kuwa makini na mimi, ndio maana kuuliza wewe. Unasema hapa tulitoka sare, tukaenda kule tukapoteza kwa goli moja, si ndio? kule tulikoangukia kwenye kwenye kombe la shirikisho tulitoa sare nyumbani, si ndio? kule tulivyokwenda kucheza na Club Africain ilikuwaje? Tukashinda goli moja na tukaendelea na hatua. Kwa hiyo mpira mpira, ndivyo ulivyo. Sasa hivi mkishafungwa hapa, hammo tukishafungwa wapi? Sasa wewe nasema hapa na kati, mechi imechezwa Malawi. Ndio nasema mkirudiana hapa kwenye marudiano hapa, akitoa sare ammo. Wewe umesema tukitoa sare tukishinda tumu atumo. Hebu nitamke vizuri, wewe umesema tukitoa sare kwa, kana kwamba yani wewe mpira umeuona umechezwa. Ngoja nikwambie kitu kimoja, niseme na mashabiki wa Dar es Salaam Africans. hebu jaribuni basi kuwa strong, kwa sababu huu ni mpira tunacheza, tumecheza siku ya leo ukiwa, ukiwa ukiwa ni mtu ambaye umeufuatilia mpira wa leo, ni shahidi ya kwamba tumekosa nafasi nyingi mno kiasi kwamba kama zingekuwa ni goli za kuingia tungekuwa hata na goli sita, saba, kwa sababu tumepata nafasi nyingi za wazi na tumeshindwa kuzitumia, lakini wao wamepata chansi moja, mbili, wamepata chansi moja wameitumia. Ndivyo mpira ulivyo, unaweza ukapata nafasi nyingi hata kumi, lakini mwenzako akapata nafasi moja akafanyaje, takurudisha nyuma kidogo kuna nchi uh, uh, jirani tu hapa walikwenda kucheza na, na timu moja ya Waarabu. Nafikiri kwa klabu ilikuwa klabu bingwa, umeelewa. Ilikuwa, ilikuwa ni hatua ya makundi, umeona bwana. Wakiwa wako nchini Misri walishinda goli moja, nafikiri kwa ni Misri, kama, kama, kama, kama sio Tunisia, walishinda goli moja timu ambayo ilikuwa haichezi vizuri hata kidogo, lakini ilikuwa papatu papatu muda wote wale Waarabu wako golini kwao muda wote wako golini kwao, lakini mwisho wa siku wale wabano walipata chansi moja tu wakafunga goli na mchezo ukaisha vile kwa goli moja sio, umenelewa. Kwa kwangu mimi naamini kupoteza kwa nafasi hii aa, ya mchezo huu kwa kufungwa goli moja sio sehemu ya sisi kuondolewa, sababu kama ni mtu ambaye unaufuatilia mpira vizuri, tumepata, tumepata nafasi nyingi ambazo tumeshindwa kuzitumia. Hatukuwa na matumizi mazuri kwenye zile nafasi. Kwa hiyo kwangu mimi kupata nafasi nyingi kwa timu kama ile tulikuwa tunacheza nayo, kwangu mimi inanipa imani na, na, ya kuamini kwamba tunakwenda kuwatoa kwa kwa, na nikuhakikishia kwamba sisi hatutatolewa na Silver Striker. Yeah. Na kuambia kabisa, si hawataweza kututoa. Wao wametamba pande zao na sisi tutatamba pande zetu. Yes, wao unaonaje, si wametamba kwao? yeah. Tumefungwa. yeah. Na wao si watakuja nyumbani na sisi tutawafunga na tutawaondoa. Itoshe kusema ya kwamba mwalimu hana mipango thabiti ya kuiongoza Yanga Africans kuhakikisha ya kwamba inapata matokeo katika ardhi ya ugenini. Mwalimu amefanya nini hilo unasema wewe? Na hili ndo napo wanapokuja kuferi walio wengi, kwa sababu kila linapotokea tatizo, mmeinvesti sana ku, ku, ku, kumsema mwalimu bila kuangalia kwamba ni kiasi gani mipango ilikuwa mizuri. Meneelewa, mwalimu amepanga kikosi chake, timu imecheza vizuri, imetengeneza nafasi nyingi sana Imagine kwamba zile nafasi zingeingia zote takriban sita. Mifumo na mipango ya mwalimu ameitengeneza na ndio maana muda wote tulikuwa golini kwao ndani ya dakika 45. Tulikuwa tunashambulia sana na nafasi nyingi tumekosa. Si umeelewa? Lakini kama tumeweza kukosa nafasi nyingi kama hizo, kutokuwa na umakini, kwa sababu kuna nafasi sometimes, ukiangalia, kuna nyakati aliyokuwa anafanya finishing ya mwisho alikuwa kitu kama Max au Mudathir Yahya basi, lakini wakati anajiandaa kupiga ule mpira wapiga ni kupigi pembeni, alikuwa hapo Pacome Zouzoua. Alikuwa alikwepo Mohamed Dumbia kiasi kwamba yule alikuwa na uwezo hata wa kufanyaje wa kupea ile pasi akafunga, lakini haikuwa hivyo. Ndio mpira jinsi ulivyo, linapokuja swala la kupiga na kufunga, inapokuja akilini mwako inaweza ikaja akili ya wewe utoe pasi au usitoe pasi. Umeelewa? Kwa hiyo tumekosa nafasi nyingi, tumezipata tumeshindwa kuzitumia, naamini kwa zile nafasi za wingi wa magoli tulizokosa sisi, Benjamin Mkapa tunakwenda kuzitumia vizuri na mwalimu atakwenda kukaa na wachezaji wake atakwenda kukaa na timu yake, walimu wote, sio mwalimu mmoja, watakwenda kukaa na kufanya marudio, ni nini ambacho tumekosea, ni kipi ambacho tulifeli. Lakini ukiangalia vizuri, kuna nyakati kiungo kiungo yetu, kuna nyakati ilitetereka kidogo, kiasi kwamba wale wakapata kuwa wanatushambulia katika kupitia eneo la kati kao kwangu, mimi naamini mwalimu atakwenda kwenye kiwanja cha mazoezi atakaa na wachezaji wake atakaa na timu yake ataangalia ni wapi ambapo wamekosea, atafanya marekebisho. Mimi naamini binafsi kwamba Benjamini Mkapa lile ni tanuru la moto, Benjamini Mkapa wa Tanzania tutakwenda kushuhudia pila FIFA ilo tulilocheza huko sio pila FIFA ilo pila la wanyasa, si umenielewa? Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia pira FIFA Benjamini Mkapa na hatimaye tutavuka kwenda hatua ya makundi, naamini hivyo. Mwana yanga usisononeke bwana wasije wakakutia maneno hapo, kwa mnyong'onyo. Mimi naamini kabisa tunashinda nyumbani. Wao si ako nyumbani kwao, si wametamba? Nasi tutatamba nyumbani kwetu. Mm. Yes, u usinungunike sana ukafikiri kwamba Yanga imezaliwa ikashinde tu. Si wenyewe tukifungwa kama hivi ndo tunapata kujua, bwana, hapa tumeteleza, hapa tukijipanga, hapa tujipange. Hapa sio kwamba we muda wote ushinde tu, na wenyewe na wenzako na wana wanautaka ushindi pia. E, wana waaminishe mashabiki wa Young Africans ya kwamba kocha Romain Folz bado ana miaka mingi sana, kuendelea ya kuendelea kuishi ndani ya Yanga Africans. Huu ni mchezo wake wa kumi, amecheza michezo kumi, amefungwa mchezo mmoja, amesuluhu mchezo mmoja lakini pia vilevile ameshinda michezo nane, ila mpira ambao unaochezwa ndani ya pitch, bado ile rhythm ya mashabiki wa Yanga Africans wanaohitaji, si yenyewe unaposema ni waaminishe kwanza haujalitamka vizuri kusema kwamba niwaaminishe kwamba bado yupo sana miaka na miaka. Sheria za, za ajira ya walimu ukizifuatilia vizuri, mwalimu anaweza akaajiriwa leo alafu kesho pia, mwache tu apite. Mwalimu anaweza akaajiriwa leo, lakini kesho pia akafukuzwa, si unanielewa? Hizo ni prinsipo za ajira za walimu. Kwa hiyo siwezi kusema mwalimu yupo miaka mingi, hapana. Mwalimu anaweza ikiwapendeza watu waliomleta unaweza kusema bana, tuishia hapa, lakini sipowapendeza kwamba tunaimani naye, tutaendelea naye. Kwangu mimi bado nitaendelea kusimama msimamo wangu, bado nina imani na viongozi wangu wa Dar es Salaam Young Africans ambao waliliona jicho la mbali la kumleta mwalimu, na mwalimu kwangu mimi naona anafanya kazi yake vizuri, kwa sababu sababu kija kuangalia namna na ambavyo mpira umechezwa siku ya leo, mwalimu anakufundisha mbinu mbalimbali, lakini swala la kustore, kustore, kufunga, kufunga goli, kuliweka wewe kambani, mwalimu anakufundisha kufunga Mwalimu anakufundisha mbinu, kila kitu, pita hapa, pita hapa, penyeza hapa, penyeza hapa, mtu afunge. Sasa umeshapenyeza tu ya mwisho, funga mwenyewe, unashindwa. Wewe unaenda kumlaumu nani? magoli yote hayo tumekosa ukamlaumu mwalimu, utakuwa ni, utakuwa akili zako zitakuwa ziko sawa? kwa sababu walio wengi kila matokeo mabaya wameshaamua sema kupeleka mzigo ni kwa mwalimu. Mimi niwaambie tu, sio taaluma yako wewe shabiki, wewe sio taaluma yako mwanachama. Kaa kwa kutulia, viongozi wapo, wanaangalia kinachoendelea Wewe una jicho, viongozi wanajicho, usiwashauri, utawachanganya. Yeah, usiwashauri, utawachanganya. Kwa hiyo kaeni mtulie, na nyinyi watu makoro mnao tusakama sakama, sakama. kaeni kwa kutulia, msitushauri, mnatuchanganya. Kila mtu akapambane na hali yake, si ndio? Hey, mimi ninapita huko na ninaamini kabisa na kwenda makundi, na wewe umepita huko na furugua na nini, mashabiki wa Simba wanawachanganya, wasitushauri, watatuchanganya, wasitushauri chochote, watuache kwani ushindi wetu si unawahusu nini? Wao watatuchanganya wao wakapambane na hali yao, sababu kama unaiona Yanga yeah, yeah. hii mbovu wewe umeifunga na kuuliza, wewe mwandishi, hii Yanga wanayoiona wao kwamba ni mbovu, sijui pila minuno, sijui pila vitu gani, wao wameifunga. Si lili pila minuno limewafunga? hey, wakawe watulie, tunapinduka hapa, tunakwenda kucheza pira FIFA tunashinda. Unaona timu zote nne kwa kumalizia zinaingia hatua ya makundi, ni timu tatu. Msimamo wangu utabaki palepale: Dar es Salaam Africans, makundi Singida Black Star makundi, Azam makundi. Hao wengine hao misi wakachezwa na wanakochezaga. Mi naomba dua mbaya, asante na naombea dua mbaya, ndio.